lakini kicheko kwa wanahisa NMB wakivuna gawio la shilingi bilioni 214. Na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni sekeseke seke kanisa la Gwajima halijapoa, lakini Sheikh Ponda akoleza moto ubunge Dar es Salaam, Sheikh Ponda akoleza moto ubunge Dar es Salaam. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa saba wa gazeti lako la Mwananchi lakini bado kuna habari inayosema Samia Samia apiga dongo Giaina agusia malezi kwa watoto. Lakini mradi mpya kupunguza bei ya gesi ya kupikia, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele. Ipata nakala yako kwa habari. Lakini tukichana na gazeti la mwananchi, tuangazie gazeti lako la habari leo lila za habari inayosema kigogo UVCCM mkewe mtoto wa fa ajalini. Kigogo UVCCM mkewe na mtoto wa faa ajalini, hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini NMB mbii ya vunja rekodi wanahisa kuvuna gawio la bilioni 214, lakini habari kubwa ni Samia ataja utumishi wa dini unaofaa. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan ataja utumishi wa dini unaofaa, aguswa na mchango wa KKKT kusaidia jamii achangia milioni mia moja kujenga kituo cha watoto. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la kula habari leo, lakini bado ukurasa wa tatu kuna habari inayosema majaliwa ku... e, Majaliwa asema hutajuta kuwekeza Tanzania. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa asema hutajuta kuwekeza Tanzania. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la kula habari leo, lakini bado kuna habari kubwa inayosema serikali yaita e, trilioni kumi na moja uwekezaji nishati. Serikali ya trilioni 11 uwekezaji nishati. Lakini makamu wa rais Philip uh, Mpango. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam na tukiachana gazeti la habari leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika siri ya kupaa ukusanyaji mapato Zanzibar yatajwa, siri ya kupaa ukusanyaji mapato Zanzibar yatajwa. Lakini Dr Samia atia nguvu ujenzi kituo cha watoto Dr Samia atia nguvu ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji, na SMZ ya anza mazungumzo ya ujenzi wa kiwanda cha juisi Pemba, mama Mariam Mwinyi apongeza Eh, bado naendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina, ya ya ya eh, Rais Samia atoa wito kwa viongozi wa dini eh, na Balozi Dr. Nchimbi ataka weledi vyombo vya habari vya chama. Dr. Nchimbi ataka weledi vyombo vya habari vya chama. Yule habari ukurasa wa nne, huku CPA makala nchi ipo salama. Huyo ni CPA makala asema nchi ipo salama. Lakini kimataifa, rais wa raisi wa zamani Zambia afariki dunia. Rais wa zamani Zambia afariki dunia. Gazeti la Majira lenye linaanza na habari ukurasa wa 8 inasema Dr. Mwamba ateta na ujumbe wa Benki ya Dunia. Lakini Shehe Ponda ajiunga na ACT Wazalendo afunguka, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Huyo ni Shekhe Ponda ajiunga na ACT Wazalendo. Lakini ni mbii kuwalipa wanahisa wake gawio la shilingi bilioni 214.43. Rais wa zamani wa Zambia afariki dunia. Lakini Rais Samia, Rais Samia apongeza kanisa la KKKT nchini eh. Mkuu wa mkoa ataka taasisi za dini kuchunguzwa, kuchunguzwa. Lakini ushirikiano wa Tanzania na Kanada wafanikisha utekelezaji wa miradi ushirikiano wa Tanzania na Kanada wafanikisha utekelezaji wa miradi hiyo, ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini kimataifa, Trump azuia raia kutoka mataifa 12 kuingia Marekani. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump wazuia mataifa kumi na mbili kuingia Marekani. Hiyo ni habari inaendelea, ukurasa wa kumi na tisa habari inaendelea kwa kina. Lakini gazeti lako la uelekeo asubuhi ya leo ukurasa wa mbele lije linaangazia habari kubwa inaosema wanahabari wapigwa stop kuripoti habari za kabila. Lakini mwigulu anika ushirikiano Tanzania na Canada, na rais Samia Suluhu Hassan ya mwaga milioni 150 ni za ujenzi wa kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum. Rais Samia Suluhu Hasan ya mwaga milioni mia moja hamsini ni za ujenzi wa kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum. Eh, wa maalum. Na Jenista Mwagama eh, amwakilisha Samia Nigeria eh, Jenista amwakilisha rais Samia Nigeria, huku madaktari bingwa wa Samia wafanya maajabu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika habari kubwa inayosema uzalendo kwanza. Hiyo ndio habari inasema, uzalendo kwanza, wazazi tusiwafiche watoto wenye ulemavu. Huyo ni Dr. Samia, lakini Sheikh Ponda ni papo. Eh, Sheikh Ponda ni papo ni baada ya kuhamia ACT Wazalendo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika ni mbi kuvunja rekodi gawio la bilioni 214.34 kwa wanahisa na, na Samia, utumishi wa dini ni ule unaojenga jamii. Huyo ni rais Samia Suluhu Hasani asema utumishi wa dini ni ule unaojenga jamii. Lakini Dr. Mpango asema serikali imeweka nia kupunguza athari za uharibifu wa mazingira. Dr. Mpango asema serikali imeweka eh, nia ya kupunguza athari za uharibifu wa mazingira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la wamachinga asubuhi ya leo. Lakini tukiachana gazeti la Machinga eh, kwa asubuhi ya leo tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii, lenye linaanza na habari kubwa inayosema Sheikh Ponda eh, rasmi ACT Wazalendo ahidi kushiriki operation Linda Demokrasia, sisi mmesema nchini salama, rungu wa chauma awa kivutio na sera hiyo. Ni habari ukurasa wa pili, ni habari kubwa kabisa Sheikh Ponda, eh, kuamia ACT Wazalendo lakini Samia huu ndio utumishi kujali watu wenye uhitaji. Huyo Samia asema huu ndio utumishi eh, kujali watu wenye uhitaji. Lakini Nchemba ataja tiba kukabili mikopo kausha damu. Nchemba ataja tiba kukabili mikopo kausha damu. Hiyo ni habari kurasa wa gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Gazeti lako la Nipashe bado kuna habari inasema ugonjwa wa moyo kuzaliwa tishio kwa nchi kipato cha chini. Ugonjwa wa moyo kuzaliwa tishio kwa nchi kipato cha chini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kulo Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya, ya leo. Na tukiachana gazeti la Nipashe tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti la Nipashe linaandika Yanga yapania makubwa michuano ijayo kafu. Yanga yapania makubwa michuano ijayo kafu. Kamati ya utendaji asubiri ripoti ya kocha kufanya maamuzi. Lakini Simba yajiandaa kumpa thank you kipa Manula eh, Simba yajiandaa kumpa thank you kipa Manula na huko kimataifa, Grilishi kutemwa Man City e, Grilishi kutemwa Man City, hiyo ni habari ya michezo ya kimataifa kabisa. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga e, lenyewe e, kwenye michezo linaandika e, ni Kia Lunyamila atua FC Juarez ya Mexico. Lakini matawi Yanga waweka msimamo hatuchezi. Matawi Yanga yaweka msimamo hatuchezi. Na Endu simchimba kutimkia Mambea City. Lakini Mutale afurahi kurejeshwa timu ya taifa na taifa na Tanzania. Gazeti lako naandika chanzo cha utovu wa nidhamu mashabiki Simba ni viongozi, chanzo cha utovu wa nidhamu mashabiki Simba ni viongozi. Fainali ya kombe la shirikisho la CRDB ni Zanzibar. Lakini wazee Yanga wazidi kuvuruga Dabi, wawatisha viongozi wao. Hiyo ni ambali kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo lakini gazeti lako la uelekeo lenye kuna michezo inaandika TPLB yatembeza marungu NBC. lakini wazee Yanga wacharuka ni juu ya, ya pambano na watani wa Simba lakini kucheza finali na Singida Big Stars Zanzibar. Tony Rashid kuzichapa na Msauzi. E, huyo ni bondia Tony Rashid sasa kuzichapa na Msauzi Afrika. Lakini gazeti lako la Majira inaandika wazee Yanga watoa tamko zito kuhusu Dabi Wazee Yanga watoa tamko zito kuhusu kuzi dabi, wasema atakayepeleka timu kukiona, TPLB mechi ipo pale pale. Hapo e, ni vita vya kutunishana misuli kati ya Yanga na bodi ya ligi Tanzania. Lakini Stars Bafana Bafana dimbani leo Afrika ya Kusini. E, Stars na Bafana Bafana dimbani leo Afrika ya Kusini. Lakini gazeti lako la Uhuru naandika Taifa Stars Afrika Kusini kivumbi leo. Baraza la wazee matawi Yanga wagomea dabi lakini Tony Rashidi ulingoni Juni 20. Huyo ni bondia mtanzania Tony Rashidi ulingoni Juni 20 na gazeti la kula Zanzibar leo naandika bingwa ligi kuu Zanzibar kujulikana leo, bingwa ligi kuu Zanzibar kujulikana leo. Mtibwa yaanza mchakato wa kocha mkuu, ya Mtibwa yaanza mchakato wa kocha mkuu. Lakini rungu TPLB lawashukia Fadu na wenzake. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo. Lakini Taifa Stars Bafana Bafana uso kwa uso na gazeti lako la habari leo kwenye mchezo unaandika wazee Yanga wajivika mabomu, fadu faini sasi nje miezi sita. Lakini Taifa Stars Bafana Bafana kujipima leo. Hilo ni gazeti lako la habari leo, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti la Monosporti, gazeti la michezo linaandika, yapewa njia za dube kwa Yanga, yapewa njia za dube kwa Yanga. Lakini hoja mpya, wazee Yanga kiungo aingiza vitani, Mbeya City nondo legendi, eh, tatizo la marefa